Naamini mradi huu utakapokamilika tutakuwa na uh, TSN ya aina nyingine kabisa, kwa maana ya kwamba inayoweza kujiendesha inayoweza kufanya mambo yake, lakini inayoweza kutoa huduma za uchapaji uh, kwa taasisi nyingine ambazo zitakuwa zinahitaji kwa sasa hivi kama ambavyo unafahamu TSN wanachapisha magazeti yao mawili ya Daily News na Habari Leo, lakini wanaenda kwenye taasisi binafsi kwa ajili ya kufanya hilo na ni jambo ambalo tunataka lifikie mwisho, na kwa nguvu ambayo imeshawekwa na serikali mpaka sasa hivi, ili jambo linaenda kufikia mwisho hivi karibuni. Kwa hiyo nimeweza kutembelea jengo mahali lilipofika na ujenzi unaendelea pale na hatutakuwa tena kwenye asilimia hamsini na tatu nukta moja tulioikuta leo, lakini hali kadhalika na mashine hizi ambazo zimekushafika tumeweza kuona nne kati ya sita. Nafahamu mbili ziko bandarini tayari zinafanyiwa utaratibu wa kuweza kutolewa ili zi, ziwe sita, na zitabaki zile ndogo ndogo kama kumi na mbili ambazo zinafanya iwe mashine zote ziwepo kwa asilimia mia moja. Lengo ni kuwezesha taasisi hii sio tu iweze kujiendesha lakini iweze kuhudumu kwa sababu hasa ambayo ilifanya taasisi hii iundwe, iweze kuhudumu kwenye sekta ya habari kwa Watanzania, kuweza kupata habari za kuaminika kutoka kwenye taasisi inayoendeshwa na serikali. Kwa hivyo nimevutiwa na maendeleo ya mradi huu na naamini ndani ya muda mfupi mradi huu utakamilika na utaweza kutoa huduma iliyokusudiwa. Wakati mradi huu unatengenezwa, uh, moja ya majukumu yake makubwa ni kuwa daraja kati ya wananchi na serikali yao, na katika dhima hiyo ambayo tunayo TSN tumeendelea kuitekeleza kwa uweledi mkubwa sana, kwa sababu bado ni magazeti ya Habari Leo pamoja na Dere News lakini pamoja na mitandao yetu ya kijamii ya TSN Digital nayo vile vile imejikita na kusimama katika maono hayo hayo. Kwa hiyo haya maelekezo au maoni ya mheshimiwa naibu waziri bado tunayapokea na kuendelea kusimama hapo, na amesema kwamba, mheshimiwa naibu waziri, kwamba TSN kwa sasa bado ni chombo ambacho wanakiamini sana serikali na sisi tunajivunia kuwa ni sehemu muhimu ya serikali katika kueleza mambo mbalimbali mbali ambayo yanatekelezwa na serikali na tumeendelea kuwa daraja kati ya wananchi na serikali yao.